Sallallahu alayhi wa sallam zipo nyingi mno, kwa haraka haraka chukua kumi hizi. Jambo la kwanza, udhu ukikana, udhu Allah amekuhifadhi, kana udhu muda wote, kama wema waliopita, na udhu ukitenguka, karinyuwa udhu. Kinga ya pili, soma sana Ayatul Kursi ndani yake Allah ametajwa mara kumi na saba wazi wazi na kwa kificho, na kwenye Qurani inaitwa ni azamu ayatin fil qurani al karim, aya tukufu kweli kweli katika qurani nzima ni ayatul kursi. Nakumbuka kile kisa cha Abu Huraira wakati analinda baitul mal, sadaka za Waislam, Mtume aliwaweka masahaba kwa zamu. Ilipofika zamu ya abu Huraira, analinda mazao, analinda vyakula, mahindi na kadha wa kadha. Usiku wa manane anasikia ya mahindi yamepasuliwa yanadondoka katika chombo. Kawaida ya haya mazao, ikiwa utatoboa yakiwa juu ukakinga chombo, mwanzoni wakati yanadondoka yanatoa sauti. Abu Huraira akamka kuja na mkuta babu kizee, ana zaidi ya miaka mia moja. Akamwambia nisamehe, analia, nina wajukuu, nina watoto, njaa, hali mbaya. Akamhurumia akamwacha. Kesho yake karudi tena, hivyo hivyo, akamwacha. Siku ya tatu akamkumuta vibaya sana kwa viatu vyake, akamwambia leo nakupeleka kwa Bwana Mtume Muhammad

na ayatul Kursi muda wote, na ukiisoma shaitani wala baba lao Iblisi hawezi kukusogelea. Akamwacha kampa faida. Alfajiri yake mtume anatabasamu ah, Abu Huraira, vipi mateka wako umefu, um, kuna, yani umemfanya nini mateka wako? Sina Rasulullah, habari unazo akasema, ndio "Abu Huraira unamjua nani alikuwa akikuchezea siku tatu?" Mfululizo akasema hapana. Akamwambia ni Iblisi mwenyewe baba lao. Kasema ya Rasulullah, lakini nimemfaidi, nimemtandika kweli kweli, lakini kubwa, nataka kumburuza nimlete kwako, akaniomba, akaniambia niahidi, nitakupa faida, niahidi, usinipeleke kwa bwana mtume. Faida gani? Akamwambia shikamana na Ayatul Kursi ukisoma okay, majini mashaitani, na hata baba lao Iblisi hawezi kukusogelea. Mtume akasema ama kweli amesema kweli, ingawa yule bwana mwongo fiksi, kamba nyingi kwenye hili kapatia. Kinga ya tatu aya za mwisho katika suratu Albaqara, amana al rasulu bima unzila ilaihi min rabbi mpaka mwisho